Tume ya Taifa ya Uchaguzi nek imesema imebaini watu wasiopungua elfu hamsini ambao wamejiandikisha zaidi ya mara moja katika daftari la wapiga kura. nek imetoa taarifa hiyo wakati ilipoalika waandishi wa habari katika Bohari ya Serikali kujionia mchakato wa kuhakiki taarifa za wapiga kura walioandikishwa kwa kutumia mfumo wa BVR. Tume hiyo ya Taifa ya Uchaguzi imeeleza kuwa wananchi waliojiandikisha zaidi ya mara moja watachukuliwa hatua za kisheria. Mwandishi wetu Kluba Johannes ametuandalia taarifa ifuatayo. Ni chumba maalum kabisa kwa ajili ya kuweza kuhakiki wananchi waliojiandikisha nchi nzima, na hapa utaweza kutambua kwamba mtu gani ambaye amekisi vigezo vyote wakajiwa ambaye wameweza kujiandikisha hapo awali. Tunahakikisha kwamba hakuna aliyeandikishwa ambaye hata atakosekana kwenye daftari, na kuhakikisha hilo ni kwamba tunapokea fomu ya mtu mmoja mmoja. Kwa siku watu wangapi wanaingizwa hasa kwenye seva? Kwa siku tunaweza kuingiza watu laki nane mpaka milioni moja. Hiyo ndo idadi ambayo tunaweza tukaingiza. Kichumba umeniambia kwamba kina uwezo fulani, hebu tufafanulie ni kwa namna gani hasa hapo. Tuna mifumo ambayo ina, inalinganisha alama za vidole, ina uwezo wa kulinganisha eh, vi, vidole milioni 16 kwa dakika moja. Kila kidole kinalinganishwa na vidole milioni 23 au 23.7 ambavyo viko tayari kwenye database. Kila mpiga kura aliyojiandikisha zaidi ya mara moja kukamatwa. Na hiki ni chumba maalum kabisa ambayo kinahakiki baadhi ya majina ya watu walioweza kujiandikisha kwa usahihi kabisa, na pindi ambapo unakuwa umejiandikisha mara mbili, basi picha yako inaonekana kama vile unavyojionea leo hii. Baada ya, zungu, ya mzunguko huu tunamkabidhi mwakilishi mwwakilishi wa afande IGP orodha ya watu hamsini na mbili elfu na sitini na mbili waliojiandikisha zaidi ya mara moja. Ili sasa hicho ndio chombo kina kifanya uchunguzi, chombo cha kutoa haki na kupeleka mahakamani, tutabakia kama mashahidi wa kuwathibitisha zaidi ya mara moja, lakini zaidi ya mara moja ni kwamba tutakufuta vituo vyote, tutabakia kituo hiki. Kumekuwapo na taarifa ya kadi feki zilizokamatwa na baadhi ya vyama vya siasa hapa mkurugenzi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi anafafanua. una ushahidi wa kadi, umeibiwa kadi, umezikamata, nenda polisi, peleka, ili polisi wawachukulie hatua. watumishi wa tume wanafanya hilo tatizo, usipige kelele kule kuwapotosha wananchi, peleka kadi zako na ushahidi wako, jeshi la polisi watachukua hatua. Hii ni hatua ya awali ya zoezi la uhakiki, ikiwa tayari kesi kumi na mbili zimekwisha kufunguliwa kwa kosa la kujiandikisha zaidi ya mara moja huku adhabu yake ikiwa ni kifungo cha miaka miwili endapo utakutwa na hatia. Gilbert Johannes, Azam News, Dar es Salaam.